Watumishi Housing Investment, ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuwahudumia watumishi wa umma na memba wa mifuko ambao wana, wanachangia kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kwa hiyo ni mfuko ambao ni tayari kwa watumishi wa umma na zipo taasisi nyingine ambazo zinatoa zinatoa huduma kama hizi lakini kama tunavyosema kwamba Watumishi Housing tuna njia rafiki nyingi na vile vile tunaangalia zaidi kwamba tumwezeshe mtumishi aweze kupata nyumba, aweze kuwa na uhuru wa kifedha, na ndio maana tumeanzisha mfuko wa Faida Fund ambao mtu anawekeza anawekeza fedha zake, anaweza anapata faida na kuendelea kuzitumia, anaweza akazitumia kwenye kununua nyumba au kwenye mahitaji mengine, na anakuwa yuko huru kufanya anachotaka. Kwa hiyo tuna, tuna washauri watumishi waendelee kuiamini ku, ku, Watumishi Housing kupata nyumba kama mwenyekiti alivyosema, nyumba zipo katika maeneo mbalimbali, na tutaendelea kuzita, kutengeneza nyumba zingine kama hizi Dar es Salaam na maeneo mengine ya miji Mwanza, Arusha, uh, Dodoma ambako tunaendelea nako na kule tuna mradi ambao tutaanza tuta, tunajenga nyumba karibu hamsini na nane, zote zinauzwa kwa watumishi wa umma. Kwa hiyo ziko tayari kwa ajili ya watumishi wa umma na tunawakaribisha kuja kununua na kuweza kuzipata nyumba hizo. Kampuni ya Watumishi Housing Investment ambayo ni taasisi ya serikali chini ya wizara ya ofisi ya Rais utumishi wa umma inatekeleza huu mradi wa kujenga nyumba ambazo zitauzwa kwa watumishi wa umma. Katika hii ploti namba mia moja na moja Mikocheni. Ardhi hii &E imetolewa na serikali, wakakabidhiwa Watumishi Housing kuiendeleza, na kazi zote za disaini ya mradi na hizi nyumba hizi zitakazojengwa apartment zimefanywa na kampuni ya watumishi uh, tunatarajia kuwa na nyumba ambazo mtumishi mmoja mmoja, mmoja atapata mia moja na moja pia watapata nyumba hapa. Na kama mnavyoona hapa, Mikocheni ni karibia na mjini, kwa hiyo watumishi watakopata nyumba hapa watapata makazi mazuri yaliyoko mjini, na ndio lengo la serikali watumishi wapate makazi bora. Yes, kwa hiyo kama tulivyoelezwa kwenye taarifa pia, mradi huu tuliuanza baada ya matayarisho, tulianza mwezi Septemba mwaka jana, na tunatarajia umalizike mwezi Machi mwaka ishirini na sita. Yes, sisi tumefarijika, tumekuja hapa. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji na fedha ya Watumishi Housing, ni kamati ya bodi ya watumishi tumekuja kuangalia maendeleo haya na sisi tumeridhika kwamba mradi unaenda vizuri. Uh, tuna matumaini makubwa utakidhi mahitaji na malengo yaliyowekwa awali. Yes, kwa hiyo tunaenda kusimamia majukumu yetu ili kuhakikisha mradi haupate changamoto.